Tumepokea masuala hapa kutoka YouTube kwa ndugu zetu ambao wanaotuangalia moja kwa moja live. Kwa ndugu yetu Saif Khalfani anauliza swali lifuatalo, anasema: nini hukumu ya mtu ambaye ana, amekopa simu na kuja kulipa simu hiyo baada ya miaka mitatu hali ya kuwa thamani ya ile simu imeshuka, anatakiwa alipe hela ile ile au alipe kulingana sallam, al au na thamani ya sasa? Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, almuslimuna ala shurutihim illa shartan ahalla haraman au harrama halalan. Naam. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba waislamu wasimamie masharti yao, yaani waliokubaliana, isipokuwa sharti likihalalisha haramu au likaharamisha halali, sharti hilo halifai kufatwa. Kwa hivyo muamala wa kukopeshana, kwamba ikiwa amekopeshwa simu kwa thamani fulani, basi anatakiwa yeye alipe kwa thamani aliyokopeshwa. Naam. Lakini pia wanakopeshana wanakopeshana, hawa wanatakiwa pia wakubaliane muda wa kulipa, kwa maana muda wa kulipa mwenye kukopa kwa aliyekopesha. Ama kuna kauli hutumika na ambao si kauli sahihi kuitamka, kwamba mtu anakopa pengine bidhaa fulani kwa mtu mwingine, utalipa lini? Utalipa ah, nikijaliwa, kijaliwa <laughs> wakati wowote insha Allah. Sasa lugha hizi ni lugha kama za kiimani hivi, lakini si lugha ya kiimani Imani ni kusema kwamba nitalipa nikijaliwa inshallah, baada Lain. ya muda fulani Lain. au siku fulani, sio nikijaliwa tarehe fulani, sio nikijaliwa, kwa sababu nikijaliwa, manake mafhumu mukhalafa, kinyume cha hivyo, manake nisipojaliwa <laughs> si lipi ndio? <silipi. laughs> <laughs> <laughs> <Domo> mkutadha wa jole au kwamba <laughs> tapita muda mrefu, pengine kapita miaka 10 20, ukiulizwa, basi hajaliwa bado, lakini hajaliwa kweli, lakini kutojaliwa kupata thamani ya kulipa

mutakapodaiana muamala wa deni ule utapofanyika baina yenu nyinyi, mpaka muda maalum, ila ajali musamma, kwamba deni hili mpaka muda fulani maalum, utaji muda huo siku ya muamala ule kuanzishwa, basi faktubuhu, andikeni. Hii ni mkataba. Kwa hivyo, asili ya miamala yetu sisi katika Uislamu ni lazima kuwa kuna agreement, mikataba ya kwamba tunakopeshana ndio vigezo vya kisheria. Mfano tarehe sita mwezi wa nane maana sita mwezi wa nane ziko nyingi sana, mpaka kiama kitafika, bado lazima utaje tarehe mwezi na mwaka. Eh, kuna kisa kimoja. Kuna mzee mmoja Kiarabu, vipi mbona unja kwenda Oman? akamwambia "Kwani alhamisi zimeisha?" Naam, sasa hii shida kubwa sana, shida kubwa, sababu alhamisi zipo nyingi, zipo nyingi. hivi utafika nyumbani bwana, alhamisi alhamisi, yani alhamisi ijayo? Zijazo ni nyingi, zijazo ni nyingi, ndio sababu eh, zijao ni moja tu, nyingi. Kwa hivyo alhamisi ya tarehe fulani, nikijaliwa. Kwa hivyo, ila ajali musamman faktubuhu, basi andikeni, kisha sema wala ya abakatibun ayaktuba kama amara Allah, kama alama Allah afana kwa maana wala yule mwandishi wa mkataba huo wa kukopeshana asikatai kuandika mkataba huo, ikiwa atatakiwa kuandika mkataba huo, na aandike kama alivyo alivyoelimishwa na Mwenyezi Mungu kuandika mkataba kwa njia sahihi. Kwa maana makubaliano ya wale wawili wale ndio ambayo yaandikwe katika ule waraka wa kuandikiana kuandikiana.